Ninawasihi sana viongozi wa dini, ni kwamba tunakoelekea tutakuja kutengeneza tatizo kubwa, ambalo tatizo hili hatutoweza tena kuja kukaa pamoja na kulikonsaili, kwa sababu madhara ya kuingia katika malumbano ya kidini na vita vya kidini ni mabaya zaidi kuliko masuala mazima ya kisiasa. Kwanza tukiri na tukubali kwamba kuna vitu ambavyo vimetokea, vimekwenda wrong, lakini mwisho wa siku panapotokea matatizo katika nchi ni nini tufanye? Nini kikubwa zaidi ni kuweza kukaa na kuzungumza. Hakuna pahala popote mnapoweza kufikia katika mwafaka bila ya mazungumzo, haiwezekani. Tanzania pametokea matatizo hayo lakini hayajafikia uzito wa Palestina, wa Israeli na wa Palestina wameuana malaki na mamilioni, lakini at end of the day, tumeona takriban kama miezi miwili nyuma wamekaa, wakazungumza, wakasitisha mapigano baada ya kusitisha mapigano, kila upande ukaelezea kile ambacho unachokihitaji, hao wengine wakapewa wafungwa wao, hao wengine wakapewa miili yao, watu wakapumzika. Lakini kilichofanya mpaka kuweza kusitisha yale ni, mapi, ni, ni kusitisha yale mapigano na kukaa katika mazungumzo. Kwa hiyo mimi naendelea kusisitiza kwamba ili tufike katika yale ambayo tunayohitaji, tunahitaji kuweza kukaa kama taifa la Watanzania kuweza kuzungumza, na sana, viongozi wa dini, tuondoke katika mfumo wa kuyahusisha maswala haya 100% na maswala mazima ya kidini. Mtashangaa kumuona kiongozi wa dini anakaa, anazungumza, anasema tunaona kwamba kwa sababu kuna upande fulani wamekufa sana, kwa hiyo sasa hivi wanasisitiza na upande mwingine nao pia aweze kushiriki katika maandamano ili na wao wakafi. Haya si maneno mazuri kwa wakati huu tuliokuwa nao, tunahitaji kuliunganisha taifa hili. Mathalan leo uki, ukisema tunaingia katika vita, mathalan tumetoka kwenye kisiasa tukaingia katika vita ya kidini mimi mke wangu alikuwa ni Mkristo, mama mke wangu ni Mkristo, baba mke wangu ni Mkristo, na shemeji zangu wote wanaume asilimia mia moja ni Wakristo. Lakini pia sisi tuna majumba. Katika majumba hayo sisi Waislamu tumepangisha Wakristo, na yako majumba mengine ya Wakristo mpanga Waislamu, ndio tunaishi hivyo. Lakini utamaduni wetu sisi katika kuondoa matatizo kimsingi, mara nyingi sana matatizo yetu huwa tunayaondoa kwa mazungumzo. Hatuwezi kuyaondoa matatizo kwa kusababisha matatizo mengine, kwamba watu waingie barabarani waseme tunaandamana, hivi vitu kweli. Kuandamana ni, ni, ni, ni sheria inaruhusu, katiba inaruhusu, lakini tuangalie wakati huu tuliokuwa nao na mazingira tuliokuwa nayo. Mazingira hayo yataturuhusu tutakuwa katika mazingira hayo? Kwa sababu hata maandamano ya kwanza yaliyofanyika yalisemwa kwamba yatakuwa ni maandamano ya amani, lakini at the end of the day tukaona watu wakichomewa petrol station zao, vitu vikiibwa na mfano wa hayo lakini sikuzungumza haya maana yake, wale walioyafanya haya maana yake haki yao ni kuuliwa? Hapana, hatuyasemi hayo, isipokuwa tunasema hivi ni visababishi vilivyopelekea haya kuweza kuja kutokea. Sasa tukiwa kama taifa, tunahitaji kulijenga taifa na tunahitaji kujenga umoja wa Kitanzania, tunahitaji viongozi wa dini tuliingilie kati swala hili, tuwakamu watu wetu, kwa sababu kimsingi ni kwamba waliokufa wamekufa, hakuna namna nyingine yote ya kuweza kuwarejesha, isipokuwa tunatoa ushauri wetu kwa serikali kwanza ni kuweza kuwa comfort watu. Mheshimiwa Rais amesema kwamba amefungua mkono kwa ajili ya mazungumzo, hebu tutumieni nafasi hii. Kuna maneno yanasemwa kwamba tumezoea, wamezoea watu kila tunavyokuja kuita katika vikao, tukikaa katika mazungumzo, baadaye wanakuwa hawatekelezi. Lakini tujiulize, situation ya hayo mazungumzo ilishawahi kutokea kwa mfano haya tuliokuwa nayo? Tumefika katika kipindi kigumu kwa sababu ya matamko, tumefika katika kipindi kigumu kwa sababu ya mazungumzo, lakini pia kuna watu wanashinikiza kwamba tufanye maandamano yasiyokuwa na kikomo, tuhakikishe kwamba kiongozi wa nchi anaondoka katika madaraka. Tumeona haya, tumeona yametokea, mfano haya katika katika nchi ya Sudani, watu wameandamana wakamuondoa rais Omar al-Bashir. Lakini tujiulize mpaka leo Sudani iko katika mazingira gani baada ya kufanya maandamano ya kumwondoa? Kwa sababu tukubali tukatae, kumwondoa kiongozi wote madarakani katika mfano wa kimaandamano maana yake hili ni kovu ambalo mnalitengeneza na ni kansa ambayo mnaitengeneza. Maana yake huu ndio utakuwa ni utamaduni wa baadaye, watu watakuwa hawakai, itakuwa ni kansa. Tumeona Madagascar, kiongozi kaingia madarakani kwa maandamano lakini